Sheikh wa Jimbo la Kivu ya Kaskazini, Sheikh na mwalimu wangu Mheshimiwa Sheikh Aliyesafu wa Jimbo ya Kivu ya Kaskazini, baba yangu Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Goma, maalimi wangu, waheshimiwa mashaikh

Namhimidi Mwenyezi Mungu na kumsalia mtumi wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, kwa kumwelekezea salamu zilizo na tahara na marashi na nur, kwa niaba ya kamati ya utendaji wa ACADI Action pour la Charite lappel et le developement Islamique, na kwa niaba ya komite organisateur ya maulidi haya Twatoa shukurani kwa Allah na kwenu ninyi ambao kwa mapenzi ya bwana Mtume Muhammadi sala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasalama, mmeyaacha yale yaliyokuwa yenu kuyatekeleza, mmekuja kumsalia na kumsalimia mtumi wenu Muhammadi. Atujalie Mwenyezi Mungu kikao hiki chenye baraka ya salatu ala nabi kiwe ni chenye malipo tele kwa Waislamu wote waliomo katika ukumbi huu. Atujaalie Mwenyezi Mungu baraka ya salatu ala nabi tutakazozisoma hapa zimimine amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jamaa, na haswa katika jimbo hili la Kivu ya Kaskazini. Ajaalie Mwenyezi Mungu kwamba dua zetu na nia zetu za kheri zitekelezwe na ziwe karibu yake Allah kwa makusudio ya salatu ala nabi zitakazozisoma kwenye kikao hiki. Sintamaliza bila kuomba dua. Allah subhanahu wa ta'ala ailegeze mioyo ya wazungumzaji wa AFC m 23 wa na wa serikali ya Kongo walioko Doha ambao wanazungumza ili mazungumzo yao yawe mbele ni maslahi ya umma, Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia ipate amani, na pia nitaikumbuka nchi jirani, nchi ndugu ambayo maulidi hii ilikuwa mashekhe kutoka Tanzania ndio wawe wageni wetu rasmi, lakini hawawezi kuja kwa sababu baada ya siku mbili itakuwa ni uchaguzi wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, waswahili wenzangu, Waislamu na wasoo wa Islam, pigeni kura kwa amani, msipigeni makura kwa sababu fadhila ya amani iliyo nayo nchi yenu, sisi Kongo tutaitafuta. Kwa kumaliza, mtawashika ndugu zangu waislamu walioko Falastini, Gaza, ambao wanauliwa usiku na mchana. Wauliwa kwa sababu ni Waislamu. Watu wa Gaza wauliwa kwa sababu mtumbi wao ni Muhammad.